Uh, kumzia, vizuri, vizuri, kwa kuzungumzia jitihada hizi ziko vizuri, zinatusaidia zinaenda vizuri kwa sababu inapitika, maana mwanzo kupitika kidogo ilikuwa changamoto, ila kwa sasa hivi inapitika vizuri. Zamani ilikuwa kwa mfano, ikishanyesha mvua asubuhi, watoto muda wa kwenda shuleni, utakuta maji yamejaa, barabara ionekani. Kwa hiyo ilikuwa inalazimika wazazi au watu tuliokwepo mtaani tunawavusha watoto, tunaweka barabarani ili waweze kwenda shuleni. So kama sasa hivi tunashukuru barabara iko vizuri kwa hiyo imependeza. Nashukuru serikali ya Mama Samia, nashukuru serikali ya awamu ya sita, iendelee kufanya makubwa zaidi, tunataka na pia lami ipatikane, sio kwamba kila siku tu u wa, wanachonga wa, wa, barabara kisha wanatuachia tu hivi hivi vumbi kama hivi vumbi au tena matope matope. Kwa hiyo tunapenda tu kwamba wakisha chonga barabara basi wamalizie moja kwa moja kuhusu na lami vile vile, kwa sababu mji unapendeza kutokana na lami, yuko makubwa sana yaani. Kwa sasa ingekuwa natetema hivi natetema na barabara mbaya, lakini mpaka dakika sasa hivi nashukuru Mungu iko sawa japokuwa haijakamilika, lakini iko sawa kiasi. Kama ikiendelea hivi nadhani mambo yatakuwa sawa sawa. Yaani mwanzo ilikuwa mabonde, mteremko una shekshek hivi alafu, maji maji yanakuwa mengi sana yani, ukipita vibao unaweza ukateleza ukadondoka. Kama umevaa vizuri, wezi kupita kwa miguu hata siku moja, hata kwa pikipiki, pikipiki inateleza kabisa. kw kwa sasa tunashukuru kidogo angalau e. Kwa ujumla tuna takribani ya barabara mia saba ambazo ziko ndani ya Mtwara manispaa lakini kwa sasa kwa awamu hii tutachonga barabara takriban zaidi ya 300 ambazo zina urefu mfupi mfupi, kwenye mitaa mbalimbali zenye jumla zaidi ya kilomita mia moja na hamsini, ambazo tunazichonga kwa sasa. Makaravati ni mengi kwa hiyo, ni makaravati ni mengi, yako sehemu mbalimbali, kama nilivyosema hapo awali, kuna makaravati zaidi ya kumi na kitu tunapata kutengeneza, kupunguza ile kero. Tunavyotengeneza hivi, tunachonga lakini baadaye tena zikiharibika, tunatekeleza tena kwa sababu utekelezaji huu tuseme hizo fedha tumeletewa ni nyingi. Mama Samia ameleta fedha nyingi za kutosha kwa ajili ya kuondoa kero hizi ndogo ndogo za barabara kwa wananchi wetu wa Mtwara, ikiwa Mtwara Manispaa, Mtwara vijijini na Nanyamba, kwa pamoja, uchongaji wa barabara utaendelea. Hapo utaanza manispaa mpaka na wilaya zote zinazotuzunguka.